na Kerlyin kutoka hapa makao makuu ya klabu ya Yanga. Yeye ni mwanachama wa Young Africans ameishapata supu yake, nataka tupige naye story mbili tatu kuhusiana na tukio hili la leo. Jina langu ni Teddy Tino, nyuma ya kamera yuko Adamu Almasi. Vipi, ongereni kwanza. Mwenyezi Mungu aendelee kumzidishia sisi tulimpokea, tukampa yeye akawa natufanya kazi na sisi, leo tunakuwa proud kuona naye ana media yake kwa sababu yes. yeah. <laughs> ya, ya, mm -hmm. yeah. ni risk pia kwa vijana wenzake. Mwenyezi Mungu aendelee kumuweka pabla. Amen. Ameshiba supu. Bwana ngamia mtamu, wewe asikwambia kumlaini hivyo vionjo walivyoweka. Over, tungewafunga tano ingekuwaje? Yanga na supu ni hivi na hivi. Sisi ni bampa tu bampa weka ni weke ndo Yanga na supu. Watu, watu wengi sana wamejitokeza kwa ajili ya tukio hili la supu, litarajia umati huu wote wa watu, watu wamekubali kupigwa na jua hapa, wanasubiria tu supu. Yes, unajua hakuna ubingwa mzuri kama ubingwa umeumaliza okay. Ukiwa unacheza na mtani wako alafu unamfunga yeye, anaona kombe lile yeye achukue. Huu ubingwa tunaweza tukasherehekea hadi mwanzoni mwa ligi 25 26. Ndio, ndiyo Eh, hadi mwanzoni mwa ligi 25 26 tunasherehekea ubingwa 24 25. Wakati mnakunywa t... mnafanya tukio hili la supu, kuna tukio jingine pia la mchezo wa fainali ya FA lipo mbele yenu, na matarajio ya wanayanga wengi ni kuona namna gani ambavyo kombe hile mtalichukua mbele ya Singida Black Stars. Inawezekana inaweze kwa macho haraka haraka? Kwanza mimi siwezi kusema inawezekana kwa haraka haraka. Ukiangalia Singida ni timu ambayo haina trofi yoyote na for the first time wanaenda kugombania trophy ya FA, wanaenda kucheza dhidi ya Young Africa. Mimi naiona ni kati ya fainali ngumu kuliko hata kucheza na Simba Sports Club. Naenda kucheza na timu ambaye ina top striker Jonathan Sowah. Mimi kwangu ukiniuliza top striker wa msimu huu ni nani, ni Jonathan Sowah. Ameingia dirisha dogo na magoli kumi na tatu. Can you imagine kama angeanza mwanzo wa msimu angechukua top striker. Yaani mimi naamini hivyo. Kwaona anaenda kucheza na timu ambayo ina aina wa wachezaji ambao wanapenda competition, pumzi wanayo na bampa tu bampa wanaiweza. Koo, ni kati ya fainali ambayo itakuwa bora na yenye viwango sana, inaniwazisha kiukweli. Wengi wanasema ubingwa wa ligi kuu mmeuchukua kwa tabu sana, a upande wa FA unadhani pia tabu itakuwepo kwa ligi kuu? Kweli tumeteseka, tume sana, mazingira umeyaona, jinsi ya upambanaji mechi nne za mwanzo tume struggle sana, baadhi ya wachezaji wetu walishambuliwa kama Prince Mpumelelo Dube, lakini baadaye aliweza kuishi ndani ya maneno ya watu wakaweza kufanya vizuri. Narudia, f fainali ni ngumu, sio kama tunavyoiongelea, hata niyo na wachezaji hao ambao ndio wako kwenye viwango vyao, lakini Singida wanalitaka ile kombe kuliko hata Yanga tunavolitaka. So, I believe wachezaji wetu akili yao itakuwa imesetwa kwa ajili ya fainali. Tunaenda kuona mbugi nzuri atakaye perform vizuri ndo atakuwa bingwa. Zanzibar ni sehemu rafiki na naamini inaweza ikawafanya mfikie malengo, hii tunaweza kufikia mala, malengo, lakini kwa kuwaheshimu Singida Black Stars. Tukienda kwa kushupaza shingo, huenda Singida wakatudhalilisha, kwa I believe tunaenda kwa kuwaheshimu Singida, tusiwe ikatokea tumemiliki mpira alafu wao wakamiliki kombe, itakuwa ni huzuni tena kwetu, kwa I believe, atakayecheza vizuri atachukua kombe. Tuzungumzie kwenye ligi kuu ambayo imetamatika juzi kwenye kuchukua ubingwa, moment gani hutoisahau msimu? Kufungwa na Tabora ni moment ambayo imeniumiza mimi, nafungwa na timu ambayo si siwadhiaki, lakini ukiangalia baadhi ya wachezaji wao kwa Yanga Afrika, wanaweza wakacheza Yanga b under 20, lakini wamekuja kunifunga tena, kwenye niseme ni mechi yangu ya nyumbani ni momenti ambayo na momenti nyingine ni alikamwe kukamatwa kuwekwa ndani ya Tabora wakati akiwa anaongea ukweli, na mpira uhitaji hisia binafsi, mpira unahitaji hisia za kimichezo na uweze kuzivumilia, lakini walishindwa, wakamweka msemaji wetu ndani. Ni momenti ambayo nitakuja kuhadithia vizazi vyangu, na ndo msemaji bora wa msimu huu kama wewe ulivyokuwa presenter bora wa kike msimu huu eh. Kwa hiyo hizo ndio moment ambazo hutokaa huzisahau. Msimu la kubwa zaidi ni kuchukua kombe mbele ya Simba Sports Club, yaani sio nimechukua kombe, bado kuna mechi zinaendelea, yeye ndo kanipa mimi kombe. Kwa hiyo ni moment mwisho, moment bora sana na sidhani kama wao wanaweza wakailipa. Ninachotamani kwenye ligi yetu kwa ujumla sio sena Simba na Yanga, natamani ligi yetu iwe na ushindani kama ilivyo ligi ya England England ikachukua Man City last season. Msimu huu kachukua Liverpool, msimu ujao unaweza ukasikia Nottingham Forest ameenda kuwa bingwa. Natamani ligi yetu tufikie hapo, yaani Ken Gold sijui Mtibwa nani wa Sky wakasema sisi hatuwezi, wanahitaji kuwekeza, waje watuonyeshe ushindani ambao tunategemea kuona, Taboro alivyofanya leo katika baadhi ya vilabu msimu huu. Hiyo spiriti iendelee, tunatamani hata sisi Simba na Yanga tupate ladha tofauti ya ushindani, sio sisi wenyewe hainogi. Natamani ligi yetu kidogo, hizi vilabu vingine viwekeze, wasilete siasa, wawekeze, tupate ligi bora zaidi. Msimu huu ni kama umekuwa tofauti na misimu mingine, kwa sababu hata hii Simba na Yanga kuna viwanja msimu huu zime struggle kuweza kupata alama tatu. Ndio hivyo vilabu ambavyo wametoa competition ambao kila mtu ameipenda, iendelee ligi yetu iwe bora. Unajua, kila siku Ted nikikuuliza, msimu huu nani bora, utanambia kwa sababu Yanga akachukua mara nne Simba atachukua. Sitamani hiyo kauli, natamani mtu akiulizwa msimu huu bora nani, ah, tujui. Yani unakuta leo Ken Gold ikaongeza ligi amtibwa Mbeya City, tuwe na ushindani halisi ambao hata upcoming mashabiki wasio na akili ya Simba na yanga sio kwamba tunataka kupunguza mashabiki lakini mtu ashabikie timu ambayo ina mwinspire yani, jinsi ya uchezaji wao. Natamani ligi yetu ifikie huko na I believe watasikia wawekezaji watawekeza kwenye hivi vilabu, tutapata ligi yenye ushindani sana, Simba na Yanga wa struggle pia kupata huu ubingwa. yeah. Kerlyin ni nikushukuru, na mimi nitakutana Zanzibar mapema sana, boti ya saa kumi leo tunaingia Zanzibar mapema mapema sana. Asante sana bwana mtazamaji, huyo ni Kerlyin, mwanachama wa Young Africans amezungumza vitu vingi lakini, kubwa zaidi, anasema kwamba msimu ujao anatamani kuona vilabu vingine vikileta ushindani mkubwa kwa Simba na Yanga kama ambavyo msimu huu ambao mmalizika, kuna timu ambazo tumeshuhudia zikileta ushindani, mfano Tabora Fountain Gate wamemnyima alama tatu pale nyumbani kwao Simba Sports Club. Mimi ni Taritino, endelea kufuatilia Almasi Digital. Nyuma ya kamera alikuwa Adamu Almasi.